Hussein Mwema, ilikuwaje ukajiunga na programu ya Miliki Stage? Bene kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa upendo wake kwa kutufanya mpaka sasa hivi tuko hai na tuna afya nzuri. Basi tumshukuru sana Mwenyezi Mungu na kuendelea kupokea dozi kutoka kwa mwalimu wetu Fred Ma ambazo kwa kweli anaendelea kutupa practice hapa na pale. Nipende kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa wakupianisha na ndugu zangu kina Mikole eh, wakina Onesmo Eh hey, tumekutana humo no, ndo connections yenyewe. Lakini tukirudi kwenye upande wa nani amenishawishi atakuwa ah, mchoyo wa fadhila mimi bwana na, na Dennis Mpagazi namfuatilia sana, na vitabu vyake nimenunua vitabu vyake, na nunua vitabu vyake na navisoma, eh hey, hey, online na kwa well, hiyo alivyoona tu nikaona kuna kusoma unamiliki steji, na sisi ni watu ambao tunazungumza na watu sana kwenye mambo yetu haya kila siku, ni viongozi baadhi ya sehemu. Kwa hiyo lazima tupate brush E, tunatumia uzoefu wetu tu, lakini hatuna elimu ya kanuni na mifumo halisi. Tunatumia tu ule uwezo ambao tuko nao tu. Kwa hiyo nikasema inabidi to brush, ni wasikia elfu ishirini ya, ya vinywaji tu haina maana, elfu ishirini nela ndogo sana. E, kama umetoa sadaka elfu ishirini unafanya vitu vingi vya ajabu ambavyo hata shukrani upate, lakini leo ninashukuru vitu vitatu. Kwanza nimekutana na watu cha tatu nimepigwa msasa, naingia rodi sasa kwenda kunyosha watu kwenye stage zangu. Lakini cha nne na lamba cheti eh, na lamba cheti eh, kama tukusoma huko sasa, tunasoma huku na vyeti tunavyo na tunaingia navyo kazini. Kwa hiyo nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kutanisha na naendelea. Mimi nikisikia chochote cho mimi na zama nacho, nikiona tu kinani vutia vutia, mimi na zama nacho, kwa sababu hizi elfu ishirini elfu thelathini elfu arobaini hamsini nayo ambazo tunazitumia kwa kweli kwenye, kwenye mambo ya ajabu ajabu ajabu ajabu. Kwa hiyo bwana, leo nivutia ni Dennis Mpagaze. Mungu ambariki. Lakini nimekutana na Fred Ma sasa naye tena ananivutia kwenye mambo yake. Kitu matangazo naanza kulifuatilia sasa. Eh, lakini bwana Dennis Mpagaze amekaa kwenye uchochezi wa jambo. Fred Ma amekaa kwenye teaching zaidi. Eh yeah, yani anakufundisha zaidi na achoki. Eh yeah. Yeye ndio amezaliwa kuwa mwalimu. Nashukuru wote na nawatakia jioni njema na kwenye masomo yafuatayo.